Mti wa mkungu ni mti ambao unaweza kutibu vidonda vya tumbo. Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, basi kupitia huu mti wa mkungu, na una uwezo kutibu tatizo la vidonda vya tumbo na vikaisha kabisa. Sasa popote pale utakapouona huu mti wa mkungu, basi jua kwamba tatizo lako la vidonda vya tumbo vimeisha. Kama una vidonda vya tumbo, tumbo linakuwa linajaa gesi tumbo linakuwa linachoma choma, tumbo linauwaka moto, unapata maumivu makali ya tumbo, basi tumia majani ya mkungu pamoja na magome yake ili kuweza kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo. E, una, una baadhi ya vyakula ukivitumia tumbo ndo linazidi kuwaka moto e, hauwezi kuvitumia kwa sababu tumbo linakuwa linapata maumivu makali sana. Sasa jinsi ya kuweza kutumia majani ya mkungu pamoja na magome yake: Chukua majani ya mkungu eh, utayatwanga kisha utayakausha. Baada ya kuyakausha eh, utakuwa utasaga unga wake, chota kijiko kidogo cha chai, uweka katika maji ya uvuguvugu au chai. Tumia asubuhi na jioni kila siku, hii itakusaidia sana katika upande wa kuweza kuondoa maumivu ya tumbo inatibu tatizo la vidonda vya tumbo, kuweza kuondoa maumivu ya tumbo. Itakusaidia kufanya mmeng'enyo wa chakula uwe vizuri zaidi na kuweza kupata choo vizuri e, na kuweza kuondoa gesi tumboni. Lakini magome utahitajika uchemshe chemsha magome ya mkungu, uh, kisha tumia kikombe cha melezi mia asubuhi na jioni kila siku. Hii ni kwa ajili ya kuweza kuondoa uh, gesi nyingi, lakini pia kuweza kuondoa yale maumivu makali ambayo unakuwa unayapata. Sasa kupitia magome pamoja na majani ya mkungu, unaweza kumaliza tatizo lako mapema sana na ukajikuta uko vizuri hiyo katika upande wa majani na katika upande wa vidonda vya tumbo. Sasa kama wewe una changamoto hiyo, basi hebu tumia leo uweze kuona eh, faida ya mti huu wa mkungu katika kuweza kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya vidonda vya tumbo basi, una uwezo wa kutibu tatizo hilo la vidonda vya tumbo kupitia majani ya mkungu pamoja na magome ya mkungu. Jinsi ya kuweza kuandaa jinsi ya kuweza kurekebisha, nadhani nimekufahamisha, hivyo ndivyo utaweza kuandaa na kuweza kutibu changamoto lako la vidonda vya tumbo. Mimi ni mtaalamu ninaye kushauri kila siku kuhusiana na swala la tiba. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38 30 na nane. Usisahau kunifollow, nitakufollow back. Lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili kuendelea kupata vipindi vijavyo na kuweza kujifunza zaidi mafunzo mbalimbali ya tiba. Nikutakia siku njema, nikutakia kila laheri, nikwambie bye, baibai.